kiwa katika eneo la Lamadi wilayani Busega, mgombea urais kupitia chama cha Makini amenadi sera zake, ambapo amewaeleza wananchi kuwa endapo serikali yake itapata ridhaa ya kuingia madarakani atatoa vifaa bure kwa wanafunzi ikiwemo madaftari na mabegi. Kuhusu vifaa kwa wanafunzi wa shule za msingi mpaka sekondari, tumesema madaftari ya vijana yakiisha, mabegi, hiyo itakuwa ni jukumu la serikali tunamuombelea mzazi gharama madaftari ya mtoto wa kiisha atapeleka kwa mwalimu mkuu na kupewa madaftari mapya ili masomo yaweze kuendelea kwa wakati. Kwa upande wa vijana mgombea urais huyu ameeleza kuwa serikali yake itanunua pikipiki zipatazo milioni moja na kuzigawa bure kwa vijana ili waweze kujipatia ajira. Hizo zitakuwa ni kwa ajili ya vijana wetu wa bodaboda boda, na tutawapa bure kabisa lisipokuwa masharti yake, itakuwa ni lazima course na upate heti na leseni, utakuja kuchukua bodaboda ambayo utailipia hata shilingi. Imependelewa kwa vijana wa elimu wa bodaboda hicho -boda. Ndio kitaweza kuwasaidia vijana wasiwe vibaka ndani ya fusa hiyo. Pia na kwenye elimu ataleta madaftari bule, elimu inakuwa ni nzuri zaidi. Makamu mwenyekiti wa chama cha Makini amewasa Watanzania kutosusia uchaguzi ifikapo Oktoba 29. Na hakuna sababu ya kususia uchaguzi, ukisusa, wapo ambao hawatasusa watapiga kura, kwa hivyo ni bora kila mtu akajitokeze kutimiza haki yake ya kikatiba akamchague kiongozi ambaye anadhani atafaa kutoka Lamadi wilani Busega, mkoani Simiyu, Rehema Evance.